Sababu ya wanamichezo, waigizaji na wanamiziki wa Marekani ni matajiri, wakati Tanzania wanamichezo na wanamiziki ni masikini. Nataka niwahakikishie, sitawatumia wakati wa siasa tu, nitawatumia pia katika maendeleo yenu, ndugu zangu wa Tanzania. Ninasema haya kwa baadhi tu ya matarajio ya Watanzania. Na ndio Ninasema kwa dhati ndugu zangu, ninafahamu Watanzania mnataka mabadiliko na mabadiliko yaliyo bora, mabadiliko hayo yaendane na maendeleo yenu, na hayo ndiyo mabadiliko nayo yataka. Mimi nimeomba kazi hii ya urais kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania.